Baadhi ya viongozi wa kaunti ya Tanariva pamoja na wakazi wa eneo la Kinakomba wamemkemea vikali waziri wa usalama wa ndani kufuatia agizo la hivi majuzi kuhusu ondoaji wa wakazi katika ardhi wanaoishi. Akizungumza katika eneo la Kinakomba, seneta Danson Mungatana amemtuhumu waziri huyo kwa kupuuza maslahi ya wananchi na kushinikiza maamuzi bila mashauriano ya kina na kuvunja sheria za katiba. na tunasema hivi ya kwamba sisi kama watu wa Tana River tumewekwa nyuma sana. Mwalimu amesema hapa na amesema ukweli. Unasikia, watu wanapewa ma title deed kaunti zingine, kaunti ingine, kaunti ingine, lakini ikifika hapa Tana River unakwambia kwamba it is very big. Sasa kwa sababu ni kubwa sana, inataka programu yake. Sisi tunasema area hii ina wenyewe na watu wanajua kwamba wanaoishi hapa ni akina nani, ndivyo ambavyo sivyo. Kwa hivyo tunataka community land, maanake community land haina process ndefu. Community land haina process, process ndefu sio kama adjudication. Mwambie Murkomen awajibike na usalama wake, ile area iko na utata. Sisi ni watu wa amani, hatutaki shida. Mungatana amesema kuwa hatua hiyo ni kinyume na haki za binadamu na inaweza kusababisha migogoro mikubwa ya kijamii, huku akitoa wito kwa serikali kuu kutoa hatimiliki kwa wakazi hao ili kuondoa migogoro ya mara kwa mara. Wale wanasema huyu Murkomen aondoe hii Gazette Notice bila kusita, na tunakataa kuchukuliwa ardhi yetu bila sisi kuhusishwa. Wananchi wa hapa, wazee wa hapa, viongozi wa hapa, kina mama na wavijana vijana wa hapa, bila public participation. Tunamwambia mheshimiwa Waziri Murkomen, sisi hatukatai maendeleo, lakini tunakataa ardhi yetu kuchukuliwa bila public participation. Nataka kuuliza, ni wangapi wanasema tunakataa? Sema Tana River tunakataa, kataa, tuna tunakataa. Director General tunakataa. Wakazi hao wameitaka serikali kusitisha mara moja utekelezaji wa agizo hilo na kuanzisha mazungumzo na wadau wote, ili kuhakikisha suluhu ya amani na haki inapatikana kwa wakazi. Tunataka waje huyo mtu ambaye anasema ule mradi ile area ni restricted, aje atuambie ni hapa hapa na hapa. Lakini ukisema hii ni restricted area, ina maana hii restricted area mpaka chana. Kwa hivyo sisi hapa hatuna kazi tunafanya nikionekana kwa msitu nipigwe risasi na niko kwa kwangu, kwa hivyo tunataka kujua ile demarcation ya hii restricted area. Nikiripotia runinga Anisa Mombasa, langu jina Farida Ali.